Ukisikia moto, moto. Ha, moto wa Mwenyezi Mungu basi ujue ni moto. Ndio maana hapa Sheikh amepenyeza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema uqida ala nnari alf sanatin hatta hmarat, ulichochewa ule moto wa jahannam mara elfu moja mpaka ukapiga wekundu thumma uqida alaiha alfa sanatin, kisha ukachochewa tena miaka elfu moja mengine hata biyadati, mpaka ukawa mweupe. Uangalia moto mweupe, na ukiangalia moto huu utakuta ndani yake kuna rangi nyeupe. Upeleleze tu moto zile ukiwaka, rangi zote ziona mule, ndio asili yake. Kuna wekundu ndani yake, umanjano si umo, wekundu, weusi haumo, umo weupe umo, We umo. Ndio moto wa Mwenyezi Mungu. siku moja mzee mmoja Aliniita, wajua kuna wazee wengine wakiona barabarani wapo wapo tu, lakini kuna wazee akili zao ziko vizuri, na ndio muumini atakiwa akili yake kila analoliona linalompitia mbele yake alipime kwenye kipimo cha kumfikirisha kwa Mwenyezi Mungu. Huyu mzee akaniita, ilikuwa kuna taa za barabarani zile kwa mbali zimepambiwa sehemu nadhani msikitini pale juu mitaani, kulikuwa kuna taa zinawaka kila rangi, nakumbuka, eh? Zile taa zinawaka, zile taa zinawaka, akaniita njoo angalia zile taa. Mi nikaziangalia, mzee nataka kusema kitu gani? Naona nyeupe zimewaka, mara zimebadilika, zimekuwa nyekundu, zimebadilika, zimekuwa nyeusi, kila rangi. Akanambia na moto una rangi zile zote zile, hey. Halafu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbe mzee alikuwa anasoma hadithi ya Mtume, lakini ananipa mfano kwa macho Nikamwambia asante, umenipa darasa kubwa sana leo. Nilikuwa naona mi, mimi mkiniambia nitazame pale nitakuwa natazama kama mapambo tu yamepambiwa pale kwenye msikiti, lakini umenipeleka mbali kwamba ule ni moto. Bado moto tutakuwa na matumizi ya kupikia, bado moto tutakuwa na matumizi ya kupambia, bado moto tunatumia ku, kuchoma. Tunachoma nini? Tunachoma harufu nzuri, udi moto huo huo lakini moto pia ni moto, umewekwa kuja kuadhibia watu. Bado kisu kitakuwa kisu, lakini kitakatia matunda kitakatia chakula chako nachopikia, lakini kisu kinaweza kuchinja kikaua. Kile kile kitu kimoja kina pande mbili, nawe vile vile anta shaqiyun au saidun, wewe utakuwa mwema utakuwa mtu muovu, hakuna sifa ya tatu cho, ukachochewa moto ule mara elfu moja nyingine hata suwaddat mpaka ukawa mweusi ya sauda mudlima, nao ni weusi wa kiza. Anausifia Mtume swalla sallam moto wa Mwenyezi Mungu katika hadithi, ndio huo ambao unazungumzwa.